Swali linasema kitu gani? hmm. au jambo gani umekutana nalo kwenye mahusiano ambalo hukulijua kabisa? Kabisa, kabisa. Yes. Ukutegemea kama mahusiano yani kwenye. It's very fantastic question, yeah. <laughs> ambalo linatesa watu wengi wengi katika dunia eh. Hey. Uh, sikuwahi kujua kama mahusiano yanahitaji science. Nijua shule ndio kuna science. Mahusiano haya haya. Yanahitaji science. Science. Mwanaume ana science yake na mwanamke ana science yake. Tuanze na mwanaume. Wasichana, okay. Uh, wengi huwa wanasema wanaume hawaridhiki hata mfanye nini atakuwa na wanawake wengine? Yeah. hawajui sayansi ya mwanaume ni nini? Mwanaume sayansi yake anataka kuheshimiwa. Kwa hiyo anasimama kwenye msingi wake mkuu ni heshimu kwa sababu ukishamheshimu yeye atakuwa na imani na wewe kama mwanamke mm. Na kitu cha kwanza katika dini na katika mapenzi ni imani. Kama hakuna imani, hakuna mapenzi mm. Kwao utakapomheshimu mwanaume mwanake, ile mwanaume anakuwa na imani na mwanamke, kwa hiyo anasema huyu ndiye anayenifaa, naenda naye mm. Ila ukileta mapepe hey, yani we katika ulivyofundishwa na, na kungwi wako mm. Sijui zungumza romantic sauti, fanya unavyojua wewe mm. Kama, kama humuheshimu, yaani hiyo wewe ni maji ya kupita, sio ya kutuama mm. Yaani wewe utakwenda tu, yeah.